Dabange <laughs> najua, natamani kupata pesa na hapa, unaenda kuna vikoba <laughs> we mtoto umepata hapo ujasiri wa kuongea na mimi hivyo? We mwenyewe hapo ulipo, mimi ndo nikununulie pempazi, nikuvalisha, unanisimamisha kabisa, mtu mzima? Edayabange, kweli mtoto wangu. <laughs> Unachekesha sana. Walilao waganga we wa walilao waganga shililangula kupwaza we walilao waganga walilao ah, waganga shililangula kupwaza we walilao waganga mama ah, twende we twende mbele we atwende ah, nyuma we twende haya ah, walilao waganga we walilao waganga shililangula kupwaza we walilao waganga Naona kuna mtu anakuja. anlilao waganga shelilangula kupwaza wee wanlilao waganga. Karibu, karibu, karibu. Naona leo nuru imenitembelea katika kilinge changu. Hupaswi kukaa kwa sababu wewe ni mkuu wa kila kitu katika msitu huu. Niambie, unahitaji kujua nini? Nimekuja, nilikuwa nahitaji kufahamu, kwa sababu nimekuwa nikitokewa na mauzauza mengi sana, ha, nikiambiwa kuna nguvu, kuna nguvu. Leo nilikuwa nahitaji kuzifahamu nguvu zangu. Nguvu ni wewe mwenyewe. Ukitaka kufanya jambo, utasugua viganja vyako mara tatu, na kisha utaielekeza pete, na pete hiyo ndio kila kitu, maana hata hapa ulipo hakuna kitu chochote kinaweza kuingia na kutuzuru. Naona umekuja tena. Sasa leo mwisho wako umefika. Siku zote umezoea kunionea na kuninyanyasa lakini leo nuru imefika kwenye kilinge changu. Hivyo basi ondoka haraka sana, kabla ujaingia matatizoni. Sasa naona umetambua nguvu ulizonazo. Hakikisha hauivui hiyo pete. We mtoto, mbona upo katika msitu mkubwa sana alafu uko peke yako? Wazazi wako wako wapi? Nikuja na wazazi wangu kutafuta kuni, ila sasa wakanipotea. Inawezekana vipi? Tafadhali nisaidie, namba nisaidie maraba za sikum safbaza. Alafu wewe sasahivi naona ushaanza kuwa kama mtoto wa mtaani. Hebu angalia mazingira haya nayo unataka kunyambia wewe, mama yako mkubwa anashindwa kukupa hata maji ya kuoga. Ina maana kama anashindwa kukupa maji ya kuoga, basi hata chakula pia akupi, sindo? Maanake ssahivi nyumbaniojao sana Anazingua da, anashinda kukwambia. Naendelea anipi chakula, yani kula kwangu changamoto, nalala nje, yani ni shida tu. Sasa sikia kitu kimoja, nitakupa pesa na baadaye nitakuja hapo nyumbani sawa, eh? sawa. mimi nadhani tutaongea ili swala na nitalimaliza Ngoja nikupe pesa kidogo ya matumizi alafu baadaye nitakuja nyumbani sawa. Sawa bro, utakuwa umenisaidia sana. Unafanya nini? Ina maana unadhihaki sheria za mfumo nilizokupatia? Hebu nenda nyumbani, nenda nyumbani, nitakuja baadaye sawa. Ni basi. nitakuja baadaye, nimekwambia we nenda, baadaye nitakuja. Ah, ah, sawa Dada, mambo poa, vipi fresh, mzima i da vizuri. Dada mzuri sana ye, asante kabisa. Ni mzuri umeombika, asante intokea. yeah, kupenda dada yangu, na hakika hata kama nimekuona yeah, sasa hivi da, nimekupenda mzuri sana mm, kama kweli umenipenda mm, na kwamba kitu hicho kimoja yeah. Kwa sababu kwasababu ndio mara kwanza nakuona

Habari yako? Safi. Bwana asifiwe milele. Amina. Na furaha sana kukueleza ya kuwa siku za hivi karibuni nitakutoa katika hatua ulioizoea na kukupandisha ngazi, kukupeleka katika hatua nyingine. Umenifurahisha sana wewe, sio sikio la kufa hatimaye, uliweza kupokea dawa ha na mimi niseme tu na kushukuru sana kwa wazifa ulionipa na kipawa ulichonipatia at least waumini wameanza kunielewa na wanakuja kanisani kwa wingi nikushukuru tu kwa hilo mama wanuru <laughs> nilikwambia fuata njia ya mama wanuru Nilikuwa na kaombi kamoja Mama Anuru. Nilikuwa naomba unisaidie hili shaiti la kutokusaidia familia yangu. Naomba unisaidie hilo tu Mama Anuru. Kwa ajili ya kufungua ibada yetu, tutaabudu kidogo, alafu tutaendelea na maombi. Tusimame kwa ajili ya kumheshimu Mungu, amen.

na kumwita mhubiri wetu kwa ajili ya neno la leo. Karibu sana mzee kiongozi. Wakati mzee kiongozi anakuja, makofi na Mungu asifiwe. Amen. Vigelegele. Wakati <topos> uliobaki ni wa kumkaribisha mchungaji atuongoze ibada. Karibu mchungaji. Anasema sisi binadamu wote tuko chini ya Mungu na tufanye yale ya kumpendeza Mungu tu peke yake, lakini leo hii binadamu wamekuwa wanafanya mambo tofauti na kinyume na Mungu. Haleluya, haleluya! Yeah! yeah! yeah! yeah! Nimetumwa na Mungu kwa ajili ya kubadilisha maisha yenu wote, waumini wangu, Amen. Na ni kwa neno lake Yesu tu linatosha kubadilisha maisha yenu wote, waumini wangu, Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hili ndiyo neno letu la leo, tusimame kwa ajili ya kuanza maombi na kuwailisha ibada yetu. Asante Mungu wangu, asante Baba Yesu Kristo kwa uwezo ulionipatia, kwa mamlaka ulionipa nipate kuongoza waumini wako, nipate kuongoza wanakondoo. Asante Mungu wangu, asante Yesu Kristo kwa mamlaka yako, nashukuru na nashukuru, nashukuru, nashukuru Jesus, asante sana Naomba kwa ajili ya wa waumini wangu, naomba kwa ajili ya wa waumini wangu. Nenda kafungue minyororo, nenda katoe mikosi yote iliyoambatana kwenye maisha yao, nenda katoe kila kitu, nenda kafungue baraka zao, nenda kawatakase maisha yao, nenda ukawagusa kila mahali, nenda ukawafanye waonekane watu katika ya watu, nenda ukawafanye waonekane wao ndio wenye samani. Yoyote aloifika kwenye ibada ya leo, aende akabarikiwe Amen.

Najua natamani kupata pesa na hapo, unaenda kuna vikoba. Hmm. Hmm. We mtoto, umepata hapo ujasiri wa kuongea na mimi hivyo? We mwenyewe hapo ulipo, mimi ndo nikununulia pempazi, nikuvalisha, unanisimamisha kabisa, mtu mzima. Aida ya bange kweli, mtoto wangu <laughs> hmm. hmm. hmm. Unachekesha sana wala usiniogope. Unaonekana tu ni jinsi gani unayataka mafanikio. mm. nimeliona hilo, na ndio maana nimekuja, nimekuja kukusaidia ili utashi wako utimie. Ndio. <laughs> Unajua pale nyumbani kwako una watu wawili. Na kati ya hawa watu itakubidi mmoja umtoe kafara.